Yupo mwanamke kwenye familia yake, ramadhani hii imeingia, yeye ni mjamzito. Alhamdulillah, ni neema, ni mjamzito. Sheria imemruhusu mwanamke mjamzito ambaye anapata dhiki kwa ujauzito wake, sheria imemruhusu asifunge. Alhamil hafungi ikiwa dharar na mashaka ni kwake mwenyewe au kwa mtoto wa tumboni, anaruhusiwa asifunge. Kwa hiyo kuna mama mwaka huu hafungi kwa kuwa ni mjamzito alhamdulillah. Mwakani atakuwa ananyonyesha mtoto ambaye yuko kwenye tumbo mwaka huu, ya Ramadhani ya mwakani itamkuta murdhia. Hii ya mwaka huu ni hamil, ijayo ni murdhia, ananyonyesha na hatofunga kwa sababu ananyonyesha, na sheria imemruhusu kama anapata dhiki kwa kunyonyesha, anaruhusiwa asifunge. Sasa mwaka huu hajafunga, alikuwa ni mja mzito, mwakani hatofunga kwa sababu ananyonyesha. Kwa kuwa nyumba ina baraka na Ramadhani ya mwaka kesho kuta itamkuta ana mimba nyingine, hatofunga mwaka unaofuata ananyonyesha. Kazi ni mimba na kunyonyesha, mimba hafungi tena kuna wanawake wameagana na Ramadhani kwa sababu ya mimba na kunyonyesha, msilete mzaha huo. Haya wanawake wengine, wanawake wengine, na hapa kwenye mambo ya mimba na kunyonyesha, nataka niwape bishara njema sana, mama zangu hapa. Wanawake mmepewa kibali na Bwana Mtume Muhammad cha mambo manne tu, mkifanya mambo manne Mwanamke unasubiri kufa tu uingie peponi. Kinachokuzuia peponi kuingia ni kufa. Mtume kasema, idha sallat almaratu khamsaha wa samat shahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha, limebaki nini? Dakhalat aljanna. Mwanamke akiswali swala tano, mwanamke akifunga mwezi wa Ramadhani, mwanamke akijihifadhi akahifadhi kama hivi mnavyoonekana hapa sasa hizi. Basi yawe ndiyo maisha haya hivi mlivyo sasa, ndio maisha yenyewe. Akahifadhi mwili wake na akamtii mumewe, kuingia peponi kimemzuia kifo. Akifa peponi moja kwa moja. Sasa ukiona we una hayo manne tu, alafu Ramadhani inakuja unaleta mzaha. Mwaka jana una mimba, mwaka huu unanyonyesha, mwakani una mimba, mwaka ujao unanyonyesha. Maana yake moja tu, utaki pepo we unakuwa utaki pepo. Mama zangu, sura yenu hivi sasa ndiyo sura ya maisha yanayotakiwa. Mwanamke ni mtu ajiheshimu sana, na mwanamke akijiheshimu ndiyo dunia nzima inaheshimika. Dunia inapungukiwa heshima pale wanawake wanapoamua kuto kujiheshimu, pale dunia inakosa heshima yake inavuka nguo. Na nyie kina baba waombeeni dua sana kina mama. Mungu akiwaweka vizuri hao, na nyie nyote mtakaa vizuri vinginevyo kama hawajanyoka wale, nyie wote mmepinda, hamkunyoka. Na yakiendelea hivyo, asijaribu mwanamume kutafuta mke wa kuoa mwezi wa Ramadhani saizi. saizi kina mama kama mahuri laini kutoka mbinguni, wale safi kabisa, ukienda kumtafuta saizi umeliwa, kwa sababu Ramadhani ikipita, unarudi uhalisia wake. Sasa hivi ile hali ni majazi, na majazi huwa haidumu inarudumu hakika. Kwa hiyo hakika itarudi baada ya kidhai. Ramadhani tusaidianeni ili tufunge vizuri, na hapa mwisho pae pazuri zaidi hapa. Mwenyezi Mungu afute dhambi zetu. Mwenyezi Mungu atustiri aibu zetu. Mwenyezi Mungu atutilie amani majumbani kwetu. Mwenyezi Mungu atulelee vizuri watoto wetu Amin. Amuondoe shetani kwenye nyoyo zetu. Mwenyezi Mungu atengeneze afya zetu, atie amani kwenye mitaa yetu Amin. Na akipe baraka kituo hichi, kibarikiwe inshallah, kifike juu kuliko walivyokusudia wenyewe. Aqulu matasmauna wassalamu aleikum warahmatullahi wa barakatuh wa alaykum